Na leo swali la kwanza linasema, ikiwa nahitaji kutoa zaka, niseme ni wape wale wanaokusanywa wanaokusanya mchango wa watu wa Gaza, ili wapelekewe wapelekewe wao, je, inafaa au lengo la zaka eh, litatimia? Jawabu, naam, hawa ni watu ambao kwamba wanastahiki zaka sana. Sasa hivi katika mgongo wa ardhi katika Waislamu ambao kwamba wanastahiki zaka sana ni hawa watu wa Palestina wa Gaza. Kwa hivyo e, cha muhimu ni kwamba hawa wanaopewa wawe ni waaminifu na wajue kwamba hii ni zaka e, ni muhimu zaidi kujua kwamba hii ni zaka inakwenda kule e, ni muhimu zaidi na wao, ili wapate kuchukua hadhari zaidi kwa sababu zaka ni nguzo katika nguzo za Uislamu, kwa hivyo hadhari lazima iwe kubwa zaidi. E, lakini hawa wanastahiki zaka wanapewa zaka, zaka. Lakini kuna kitu kimoja tu tuwakumbushe watu katika sehemu nyingi za dunia kwamba e, zaka zao e, si kwamba wapeleke Palestina tu katika, na katika nchi zao pia kuna watu wenye kuhitaji hit, kwa hivyo zaka zao watazigawa e, sehemu nyingine watawapa Uh, watu ma, wa, wenye kuhitaji vile vile katika nchi yao vile vile kwa sababu alhamdulillah Palestina ndio wamefuame nini wamezingirwa, lakini pia hawasaidii na nchi moja yani wala, mtumoja, bila mtu mmoja vile vile na watu wengi duniani alhamdulillah wanapelekea misaada, na muhitaji ni muhitaji tu akiwa yuko Palestina, yuko Iraki, yuko Irani, yuko Afrika, yuko Omani, yuko wapi. eh, ni kosa lilitokea baadhi ya miaka hata mashahara hapa Omani walizungumza hicho kitu katika TV eh, kwamba watu mm, zaka zao wazigawe, yani wapeleke Palestina, na katika nchi zao waangalie nani ni kuhitaji vilevile wa wanawapatia. Lakini Palestina hao wanaozungumzia wanastahili zaka sana eh, kwa hivyo wanapewa zaka eh, wallahu tabaraka wataala alamahkam.